Tuelekee kaunti namba 40 ambapo baadhi ya wakazi katika eneo bunge la Nambale kaunti ya Busia wamejiunga kwa makundi ya kuwekeza fedha za kujiendeleza, ili kukabiliana na visa vya dhuluma vya nyumbani zinazoangaziwa na umaskini. Wanaume hukutana kila wiki na kuchangisha kati ya shilingi ishirini na thelathini kila mmoja, wakisema kuwa itawalazimu kuiga mienendo ya akinamama ambao hujulikana kwa kuanzisha vyama vya kujiendeleza. Katika kijiji hiki kitulivu cha Sirira, eneo bunge la Nambale, kikao hiki cha wanaume kutoka kikundi cha Tailit hukutana kila wiki chini ya mti huu. Ni kikundi kilichoanzishwa na idadi ya wanaume kumi na kufikia sasa kina wanachama kumi na wanane. Kilichowavutia ni mitindo ya wake wao ambao hukaa katika vikundi na kusaidiana katika kujiendeleza kupitia kwa kuwekeza. Mkutano huu huanza kwa maombi kabla ya kurejelea mkutano wao. Kando na kuwekeza, mkutano huu hunuia kutoa ushauri kwa wanaume ambao wamezama katika michezo ya karata na ulevi na kusahau majukumu yao. Tuliona tuliiga mtindo kwa mama zetu vile walikuwa wanakaa vikundi vikundi, wakifanya saving, wakifanya table banking, wakikopa pesa kidogo, wakileta kwa nyumba kwa matumishi, na hata kununulia watoto vitabu. Ndio sasa ilitumotivate sana. Kama unakopa pesa, hiyo pesa si hata unakopa pesa tu unakula, unakopa pesa na unanunua kakuku. Nilikopa pesa, nimenunua kakuku, kananisaidia kwa nyumba. Sasa siko kukutano, alafu watoto kwa shule hawafukusu ovyoovyo. Mbali na vyama vya kuwekeza, wanaume hao wameanzisha miradi ya kilimo. Tuna changamoto nyingi ya extended families, hiyo pia inachangia sisi kama wazee. Na sasa vile sisi kama i tulikuja tukaona, tukakaa, tukasema tuwezi kuendea tu na table banking peke yake, kwa maana hiyo haizalishe pesa nyingi kila mara, ndio tukaona tuwe na projekti zingine kando kama tungepatako any assistance kutoka sehemu nyingine ya kuboost mradi wetu wa miwa, tunaweza at least, miwa ni shamba kubwa. Wakati nilikuwa sijaingia katika ile shirika, nikana kwamba nilikuwa kama mnyama. Wakati ninapoingia kwa boma, hata kuku sinatoroka. Now wakati niliingia hapa Eh, mama natafutia huko, huwa anauza vitu kidogo hapa, na mimi pia natafuta huko. Wakati naingia kwa nyumba, tunakuwa round table ye yeah. Anatoa kidogo, mimi natoa kidogo, eh, kids wanaona sawa tu. Tunapokuja pamoja hivi tunapunguza umaskini. Saa hizi unapoangalia mambo na vita kwa maboma imepungua. Watoto wetu wengi saa hizi wanaenda shule na ukulima unaendelea kawaida. Michango hiyo imewawezesha kukidhi mahitaji yao ya kimsingi pamoja na kulipa karo. Na sofa kwa hizo 94 groups tuko na total capital base ya 2 million 2.1 million. Hiyo ni total capital base ya all the groups. Hii ni pesa ambaye iko within, iko katika wazee, iko na kina mama, ambaye wamechukua ingine kama loans. Katika wadi jirani ya Buhayo ya Kati, mwenendo huo umeigwa na kikundi cha wanaume cha Sibembe Hard Working Men ambao kando na changizo wao hufuga kuku na kukodesha shamba kisha kugawana mavuno na mengine kuuza. Tuliona, eh, wazee tunatafuta kuleta wazee pamoja wazi, kwa maana wazee walikuwa wakifanyika, wengine wanacheza ajua kwa soko, wengine wanaenda shughuli zingine. Tulianza na mambo ya merry-go-round. Merry go round tunatoa shilingi 20 20 kila eh, Friday tukikaa. Na hiyo 20 ambayo tunayotoa tuliona hii pesa tunatoa 20 20 hizi. Kazi ya pesa hii ni nini? Hakuna tuende tugawane pesa ama nini? Hiyo pesa tuliweka pamoja tukaanza miradi. Tuliona wamama, mbona mama anawiri, ni sisi ndio kichwa. Ni mama, ni shingo. Mbona mama atushinde, shingo ishinde kichwa? Wazee watarudi kuwa wazee watulivu, wenye watakuwa wanasumbua familia. Kitambo wazee walikuwa wanapotelea sokoni, wazee walikuwa wanapotelea kwa pombe. Tumshukuru Mungu.